Na, asante sana mpenzi mtazamaji, karibu katika kipindi chetu cha sauti ya jamii, na leo hii tunaongelea masuala na kuumba jamii kwa njia moja au nyingine. langu jina ni Adol, Alan, wenzangu ni Bubole, nami ni Kimani Waweru. Leo hii tunazungumzia masuala ya mauaji ya halaiki, kwa kimombo extrajudicial killing. Uh, wenzangu, masuala ya mauaji yamekithiri sana katika jamii na suala hilo si nzuri. Unalipi kusema kuhusiana na mauaji haya, dada yangu? Nzatumia Kiingereza. For me what I can say, um, I can discourage the extrajudicial killings which are currently happening in Kenya kwa sababu ukiangalia si mara ya kwanza ama ya pili hili jambo limetokea kwa hili yeah. nchi yeah na ukiangalia nchi zingine from all over the world wana con condemn. Hata watu wanasema hey, what is wrong with Kenya? kwa sababu hili ni jambo linafaa kuangaliwa kwa undani kabisa, kwa sababu linaua jamii, na kweli si jambo nzuri. Ni kweli umesema, linaua jamii mm. Na unaelewa, vijana ndio viungo muhimu katika jamii tu, wanaunda na kesho yeah, hao ndio viongozi wa kesho, hao ndio sasa tutaliangazia vipi, na vijana hawa wanapoangazia masuala ya mitandaoni wanatekwa nyara, na kutekwa nyara hiyo ndio inakuwa vyanzo vya mateso au vyanzo vya kutoweka. Bwana Kimani, sijui hapo utatusaidia vipi. Uh, masuala ya uh, utekaji nyara pia na masuala ya uh, mauaji ya halaiki ni masuala ambayo yamegonga vichwa uh, vya habari Eh, kila siku eh, katika nchi hii ni masuala ambayo yamejitokeza sana hasa katika eh, uongozi huu ama utawala huu wa Rais William Ruto. Eh, masuala haya ni hatuwezi kuyafafanua ama kuyabaini kwa sababu ni masuala mengi. Tumeona, kumbuka, ya kwamba tulianza na masuala ya Eh, yule Pasta Makenzi, masuala ambayo eh, tuliweza kuona ya kwamba kulikuwa na mauaji, na hadi wa leo kesi kama hiyo haijawahi tatuliwa. Tulikuwa na mauaji pia ya halaiki pale Kwale, ambapo watu ama miili ya watu ilipatikana ikiwa kwenye magunia eh, pale kwenye eh, eh, bwawa la takataka kwa hivyo, sijui ni pia tumeona mauaji mengine pia katika maandamano naam, maandamano. Na maandamano pia tunaona eh, polisi anam, eh, anamnyoshea mraia ambaye pia bado ako ha, ha, ha, kwenye hali zake za kibiashara anamnyoshea bunduki na kumuua. Kwa hivyo masuala haya hatuwezi kuyabaini kiini chake, kwa sababu yote tumeona ya kwamba yanatokana kwa kidini, mambo kama ya vile ya, ya ya ya majangili, mambo kama vile ya polisi. Kwa hivyo masuala haya yamekuwa eh, si jambo mgeni kwetu, lakini sijui yatakuwa ama ni vipi tunaweza kuyatatua. Umeongelea kuwa kubaini, e, vyanzo ama uovu huu yeah. Ni vigumu lakini tusemezane ukweli, ndugu za ndugu yangu na dada yangu yeah. E, visa hivi vinaendeshwa na polisi sana sana, sana. Yeah. Angalia mauaji yaojua yeah. Ni polisi waliohusika pakubwa yeah. Angalia kupigwa risasi kwa raia aliyekuwa akiuza barakoa yeah. ambaye ni kijana ambaye yeah. E, haku- hakukosea hakukataa yeah. kukamatwa yeah. alifyatuliwa tu risasi kichwani, bahati yeah. nzuri e, anaendelea kupata nafuu yeah. muna ni vipi, unasema hatuwezi kubaini ilhali tunaona ni dhahiri shairi kuwa ni polisi ndio wanaendelea, hata utekaji nyara wenyewe yeah. mwanzo sidhani kama e, majangili yeah. watateka mtu nyara kisha enda atoweke yeah. kwa minajili ya ku kwa sababu ati ameweka mitandaoni amechapisha mitandaoni habari kuhusiana na serikali. Sasa mm. wakati huu vijana, mitandao ndio njia ya kutangamana mm. na sasa wanatumia njia hiyo kutuzima. Je, mnaona kutakuwa na mabadiliko kweli venye um, kunaendelea mostly ni the youth that are being killed yeah. and after wameuliwa wa atuoni the processes za kuacha hizo uh, the the act yeah. So definitely venye there are no things that are being done, use bado wanaendelea kukasirika, so they will still fight for their independence, no. So well for me mimi naona wataendelea tu ili waone kama haya jambo majambo yatanni hakuna nitaendelea mitandaoni hizo mambo tu itaendelea kwa sababu hakuna mambo tunaona ikifanyika. Mwanzo Kimani, mimi nasikitika kwa sababu angalia mauaji ya Gen Z mwaka uliopita mm -hmm. E, watu ama vijana kama kina Rex Masai unapata kesi zao saizi zingali Yeah, zinaendelea yeah. Na ushahidi upo, hata walioaua wameonekana, lakini ipo na labda taasisi zingine za uchunguzi zinapinga, zinasema si polisi waliohusika, yeah. Angalia mauaji ya mbunge wa Kasipulo, Ngondo Were, yeah. Uchunguzi ulifanyika mara moja, yeah. Na watu walishikwa, zaidi ni kidhani zaidi ya watu tano, yeah. Walishikwa, yeah. Na hatua ikachukuliwa, yeah. E, mbunge wa Juja, sijui jina lake ni anaitwa Koimburi, yeah. Yeah. Uliona alivyojiteka nyara no. Ilibainika haraka sana. Sasa itakuwaje? Ni viongozi, masuala yanayowabana yanajulikana kwa haraka no. Na vijana ambao ni, ke, ni ni viongozi wa kesho Deo. Vijana ambao ni jamii ya kesho wanatengwa, unaona hivyo? ni tunaelekea wapi kama jamii, eh, kama jamii, eh, naona ya kwamba mahala ambapo tunaelekea no mahara tunaelekea kuwa, eh, kuwasha moto ambao sisi wenyewe hatutaweza kuuzima, eh, kwa sababu eh, wale maafisa wa uchunguzi eh, DCI, wale wana IPOA na pia mashirika mengine kama vile mashirika ya mahakama, hao ndo wanafaa ama hao ndo washika dau katika masuala kama haya ili E, kubaini ama kufanya uchunguzi watu wanaoendeleza mambo haya ya mauaji ya halaiki. Lakini kama hatuoni e, mazao kutokana na uchunguzi wao, ni kumaanisha wamelala kazini, na hivyo basi inamaanisha ya kwamba mlaiao wa kawaida hana mtetezi, kwa sababu ikiwa kesi kama ya huyo mbunge wa Kasipul iliweza kufanyika eh, mara moja na eh, wale majangili waliokuwa wame uh, wame uh, ama walio waliochangia kifo chake waliweza kukamatwa na kushikwa kwa eh, ndani ya wiki moja ama wiki mbili hivi eh, ni jambo linaonyesha ya kwamba wale wakubwa wana ni kama wamejiweka kipaumbele sana, wana nguvu sana kushinda raia. Kwa hivyo wametusahau, na ndio maana kesi ambayo ina eh, ina sulu, eh, ama ina, eh, eh kesi ya waraia wa kawaida tunaona ya kwamba eh, hawai hawaichukulii kwa umakini zito, kwa uzito yeah, lakini kesi ya mkubwa mbunge yeah, wale magavana wale maseneta. Na hata mkuu wa nchi, kesi zao zinachukua muda mchache sana no. kutatuliwa lakini za raia zinachukua hadi miaka no. kesi kama hiyo ni kwa naongelea kesi kama ya ya Makenzi no. ni vibaya sana kusikia ati kulikosa ushahidi, ushahidi na watu wameuawa, na watu washauawa no. watu eh, wanaofikia mia nne na wameuawa lakini atikoti imekosa shahidi ama mtu wa kuongoza mashtaka hayo. Ni, ni kinaya sana. Kwa hivyo pia jambo la Kwale naona limesahaulika kabisa na, na tumeambiwa ya kwamba ama, ama tuliarifiwa yule ambaye alikuwa mshukiwa mkuu, mkuu, mkuu yule Jumaisi alitoweka na... Ni kesi zinatuonyesha <laughs> sisi raia sisi raia la hatuna haki No. Lakini ingekuwa ni kesi ambayo ilihusisha mkuu katika serikali, ingekuwa amepata haki ama kesi ingetatuliwa mapema. Mm. Uh, dada yangu Sharon, kuna hii masuala ya utekaji nyara. Mm-hmm. Utekaji nyara ulikuwepo jenzi, tukajitokeza ama wakajitokeza waziwazi -wazi kwenda kupinga maswala haya. Eh, kulikuweko kuna viongozi kama Rigathi Gachagua, Kalonzo mm -hmm. Musyoka, Eugene Wamalwa ndio ambao walikuwa wanaambia vijana piganieni haki yenu. Unapata kuwa hata kuna wakati viongozi wao hao walieleza kuwa tarehe ishirini na tano iwe siku rasmi mm -hmm. ya kuwasha mishumaa ili kuwakumbuka eh, vijana walio oh. uh, uawa. wow. kitu eh, madai ambayo yalipingwa na msemaji wa serikali Isaac Mwaura. mm -hmm. Je, unadhani hiyo approach ni nzuri kwa kuchukua kwa kukumbuka vijana wetu wa maandamano ama e, isiwe siku ya siku ka rasmi ya kukumbuka vijana? Well, what I can say about that, I guess ni it's a it's a very nice idea. No, kwa kukumbuka na wakiwakumbuka bado in the minds of the youth ita bring out a thought ati yeah, really Um, a staff enye inafaa kufanywa kwa, kwa e government. Mm, because wakikaa hivyo bila anything kuwakumbusha hii mambo itakaa kama si mambo important enye inafaa kutatuliwa na, so hiyo siku I guess it's a very good day yenye tunafaa kuwakumbuka na ni jambo jema jam, walifikiria nini hivyo because inaleta bado So it's a really good idea. Pia mimi naweza kuunga swala hili mkono. Mm -hmm. Eh, ni wazo mzuri sana. Kumbuka ya kwamba ikiwa leo hii tunakumbuka Maumau waliopigania uhuru tunawakumbuka tuna wale watu waliopigania uhuru wa vyama vingi nchini naam. Mbona tusiwakumbuke Gen Z ambao walitupigania wakati ule naam. E, kwa hivyo ni wazo mzuri kwa maoni yangu, hata wao ni watu pia wanaweza kumbukwa. Kumbuka wengi walipoteza maisha yao, wengi hadi sasa, kwa sasa wengi wameishi kwa majeruhi, vile walivyoenda pale bungeni, wakaenda mji mkuu akapigwa akaumizwa. Naam. hmm. Pia naona pia wao walikuwa watetezi wa haki, kwa hivyo inafaa pia wao wakumbukwe. wa, wa, wa, wa, wa kwa hivyo ni wazo mzuri uh, tukikaribia kumalizia. hmm. Unaona kuwa Rigathi Gachagua ndio kama kinara wa upinzani sasa hivi mwezi mmoja kitu kama mwezi mmoja iliyopita, aliweza kusema kuwa serikali isipochukulia masuala haya ya vijana na kutatua migogoro iliyopo kati ya serikali na vijana e, huenda mwaka 2027 utakuwa na moto mkuu ukilinganishwa na ule 2007 kulingana na maoni yangu yeah. Mimi siku ni, ingawa alikashifiwa kutokana na madai haya, kulingana na maoni yangu mimi kama kijana yeah. nahisi kuwa kiongozi huyo anaona mbele yeah. Kumbuka machafuko haya ya mwaka elfu mbili ishirini na saba ili ilisababisha vifo za laiki ya watu yeah. Na nikidhani ilikuwa tahadhari nzuri, kama serikali nafai ichukulia masuala haya kwa uzito naikaapa kipaumbele ili kuhakikisha kuwa masuala yako vipi? Ama vipi, wenzangu? Sijui kama mnawazo vipi kuhusiana na hilo, kuhusiana na, eh, na uh, aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua kutoa matamshi haya eh, kumbuka tukianza kipindi nilikwambia y kwamba eh, naona uh, nchi ambayo tunaishi kwa sasa kuna moto ambao unawashwa nah, na ambao kuuzima itakuwa Uh, vigumu sana. Vigumo, yeah. Kwa hivyo eh, yule kiongozi hata mimi kwa maoni yangu, yeah, ni kwamba anaona mbele, yeah. Eh, kumbuka amekuwa akitoa mambo ya ndani sana ama mambo mengine yamekuwa ya siri pale serikalini na watu wengi wakaona kama ni mchezo na pia wakamtania yeah, lakini mambo hayo yamekuja yeah, tendeka waziwazi wazi wazi. Kwa hivyo e, vile alizungumzia ni jambo pia sisi la ya na Wakenya kwa ujumla tulichukulie kwa umakini, na itakapofikia wakati huo wa uchaguzi e, tukue watu ambao tushaelimishwa na tushaona mbele kama yule kiongozi, kwa sababu yeye amejaribu kutuelimisha ama kutufanya tuone mbele, kututahadharisha kututahadharisha, ili itakapofikia wakati ule tutajua mbinu za kuzima chochote kitakachokuwa kimetokea. Naam, naam na. um what I can say about that concerning mambo na maybe elections na mambo na regarding Kenyans um Kenyans should start thinking ama maybe they are still they are thinking about

So, kwanza sahi what I can say about that wanafaa kuangalia wangalia the advantages and disadvantages of their, maybe, eh um, wenye wanasemanga hey, ati, awataenda awataamka mapema kuenda ku, kuvote ku yeah. Wanafaa kuwa makini waone their vote matters. Because yes. Mwenye anaweza chaguliwa he may be the, the wrong one, no. but Yo, na huu si wakati mm -hmm. wa kupewa shilingi mia mbili. mm -hmm. Anafaa kuangalia he venye tamata elections wanafaa, politics, actually, they nafaa, wanafaa kuwa waki, take makini na wanafaa kuwa wakiangalia what will happen in the future uh, tukimalizia malizia, mimi ningependa kuhimiza viongozi wetu Mm -hmm. Yafaa waongoze na wawe mfano mwema kwa jamii, wasiwe kama threat kwa vijana, washikamane na vijana na tutangamane wote katika jamii. Mwanzo katika jamii, kila mtu ana umuhimu wake. mm -hmm. kila mtu ana mchango wake na hakuna an, an, an, ambaye anafaa kuonekana kama eh, mhasi ama anayepinga kitu fulani. Mawazo tukiyaleta pamoja, tuweze kutatua kwa njia iliyo sawa. Asanteni, asante sana mtazamaji wetu kwa kuungana nasi mpaka muda huu. Hapo ningependa tukome hapo.